Kana kwamba mimi napenda sana ndiko wasimulie mambo yao, lakini kana kwamba nyinyi mnajifanya kiburi. Ninapenda la ya mimi lakini la yenu nyinyi kunipa mimi hapana, maana yake ni Sijali, si si. Maana yake nini? Yeah. Mm. <laughs> Ni ndi mnapenda ndi utamu wangu mimi, ndiko hapa nyinyi tu, lakini ndi utamu wangu mimi niko nipa, hamna maana yake nini? Sasa niwaambie iki mimi mama yenu anatoka aondoke duniani hapa, nimwachukue nimwaleeni mpaka mimi nafika umri huu nipe ni, mware, nihudumie mnakuwa kibri kuna hmm, kuolewa, mtakuwa ni mtaolewa na mume, mna maadili mazuri. Stori ile nitawaadisia sawa, eh, stori nitawaadisia ina nzuri. Stori ile kuna jambo limelikumbuka mbali sana, leo nitawaadisia basi, stori kazuri, wajukuu zangu, zilembweindeni wenyewe mm, hasa <laughs> ni waambi hapa, zamani za kale Alikuwa nyama mmoja anaitwa nguruwe. Mnamjua nguruwe? Mnamjua yule anafanyaga vivi, eh? Huyu nguruwe sasa niwaambie wajukuu zangu, alikuwa na jambo moja nguruwe huyu, yeye wakati baba yake na mama yake alipomzaa yeye sasa ika siku moja nguru na mamako alienda kutembea tembea tembea tembea, kumbe nguru bwana, mara nyingi alikuwa anamwambia anamwangalia sana mama yake mm -hmm. Eh, alikuwa anamwangalia sana mama yake usoni, lakini sasa inabidi siku ya inabidi amuulize hmm. Akamuuliza kitu, mama, mimi bana na shida na, na wewe na shida na nini na nini Sasa wao walikuwa wanaongea Kiruga, ndio walikuwa wanaongea Kiruga. kana mama yule alisema hivi mwanangu, maikula maibona koto kukonya makoeto koto kukonya maikula maibona ndio ma, si, ma, eh ma, Hehehe <laughs> Ando wapijana wasa hivi hawajui ruga hapne, mii ni komaya kumujui ruga. maana yake maikula maibona koto kukonya maana yake utakuwa utayaona. Sawa sawa? Mm. Utakuwa. Kwa hiyo mama yule alikuwa anamwambia hivi nguruwe mtoto wake yule kidiki kidogo kidogo, alikuwa na makusudi moja. Unajua alikuwa na jambo gani? eh eh, alimwambia hivi wewe ukikua, na wewe ipua na itakuwa sababu alimwambia kwamba bwana, huku kumi huku hii kana kama kipalu, eh huh? kana Kiswahili, ipua hili mbona kimekuwa kubwa kwenye macho kuni, mbona ipua imekuwa kubwa sana mama Mana mama yake alimwambia, utakuwa utayaona. Sasa. Sasa, kweli yule mtoto kai vile vile na yeye ndo akajua ha, kumbe mama alikuwa na makusudi kuniambia vile. Kumbe ndo haya, eh, hii sio vizuri. Basi aina nyingine inabidi mjifunze, sio hivi hapa. Mengine mkumtani msiulizi tu au msifadhili na magani, kwanza inabidi mjifunze kwa mambo mazuri kama haya, mm. Kwamba kwa nini bwana, umekuwa hivi wewe? Usije mimi na mvi na wewe utazeeka, sawa? Eh, wewe mwanzo mwanzo mwanzo ulikuwa na visiki huko, kisa siku na visiki <tosili> hivi hivyo takuwa baadaye mtakuwa na mama mnanyonyesha mtoto namna hiyo akante maja kuna mm? kimeridhika mm. Kwa hiyo ni tena hadithi inafundisha hivi, mjukuu wangu kwamba hivi wewe unapoishi hapa sasa, umri upikia mjukuu wangu, inatakiwa ujue nzuri na baya mm? eh, eh, baya inatakiwa ujue eh, nzuri eh. Mm -hmm ili bayo utaliacha mjuko wangu, sawa sawa. Na Mwenyezi Mungu ameweka kila kiungo kwenye mwili wa binadamu na mapotofu yake, sawa sawa. Sicheke na biribiri, kilema chako. Mimi Mungu sikupenda mimi aniweke hivi, lakini ndio ameniweka aminiweka